Viongozi katika kaunti ya Nyamira wametoa changamoto kwa ma wazazi, maafisa wa elimu na serikali kutia juhudi zaidi, kuhakikisha wanafunzi wa gredi ya kumi wanarejelea masomo. Mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo Jerusha Momanyi amehimiza jamii kutoa ripoti kuhusu wanafunzi ambao hawajafanikiwa kwenda shuleni ili hatua mwafaka iweze kuchukuliwa. Aidha, seneta wa Nyamira Okong'o Omogeni naye ameisuta serikali kwa madai ya utepetevu katika zoezi la kuwasaka wanafunzi ambao wangali nyumbani akidai kwamba serikali imeshindwa na majukumu yake. Mumefanya bidii, wazazi wengi, watoto wameenda shule. Wale ambao hawachaenda na ni wafifu wako katika vijiji, nataka niwaombe hiyo kampeni iendelee. tutasaidia. Mkiona kuna mtoto hapo hapa ndani, ambieni sisi. Kwa sababu sisi kama watu ambao tunawa represent, hatuwezi kukaa tunyamaze na watoto wakikaa kwa manyumba. Kama ingekuwa ni ile serikali ambayo ilikuwa imeshikiliwa na Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, hao watoto wote wangekuwa wako shule sahi. Hiyo ndio shida tunataka kusema sisi, kama jamii ya Omogusi tunataka tubadilize uongozi ikifika 2027 20, wananchi wa Nyamira mko na mimi hapo na mimi hapo, asante sana. Na mkwingine kwa mtazamaji ni kwamba katibu katika wizara ya Kawi Alex Washira amewataka wa Kenya